Habari ya wakati huu mtazamaji, karibu katika Jamii Leo ambapo tunakuletea yale tuliyopa kipaumbele katika mtandao wetu wa Jamii Forums. Jina langu ni Khadija Mzee. Mimi naitwa Ramadhan Goda, na siku hii ya leo tutaanza na habari ya masikitiko kidogo, ambapo ni kuhusiana na ajali huko Njombe. Basi la New Force la Dar Songea lapata ajali na takriban watu kumi na mbili wahofiwa kupoteza maisha. Undani wa habari hii ukisema watu takriban kumi na mbili wamefariki dunia katika ajali ya basi la kampuni ya New Force liliokuwa likisafiri kutoka Dar kwenda Songea. Katika watu waliofariki, kati yao wanaume ni wanne na wanawake nane, huku majeruhi wakiwa kumi na tisa. Habari hiyo ya kusikitisha iliweza kuchangiwa na watu takriban 40,000 na mtazamo ukionyesha asilimia 60 wameguswa na kuwataka madereva kuwa makini wawapo safarini. Asilimia 40 wamekiri njia hiyo ni ngumu sana na ajali haziepukiki. Tukatazame maoni yako, umeweza kutuandikia nini katika mitandao yetu mbalimbali, nikianza naye Masanza akisema, uzembe wa madereva sijui utaisha lini. Spidi lazima ilikuwa kali ndiyo maana ajali imekuwa mbaya bara yake ni Madei anasema kwamba kutoka Njombe kwenda Songea ni miongoni mwa njia ngumu sana, giza likiingia, hakuna tochi pale, so madereva huwa wanafidia muda uliopotea kwenye ukaguzi, ila pia kuna kipindi hata abiria wanachoka safari na wanapenda gari iwahi kufika. Naam, wao wakiwa wow, wanaona hivyo na mitazamo yao hiyo inatupeleka katika habari ya pili, ambapo tunaenda huko Uganda tukiambiwa, mwanamke ateketeza kwa moto nyumba 21 za mumewe kisa wivu wa mapenzi. Kukiwa ni visa na mikasa, mwendelezo huo huko nchini Uganda, mwanamke mmoja amechoma nyumba 21 baada ya kugundua mume wake ana mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa. Moto huo uliowashwa baada ya ugomvi kati ya wanandoa hao wawili. Tukio hilo limepelekea watu sita kukimbizwa hospitali kufuatia majeraha ya moto na mshtuko, na wengine takriban 31 wakibaki bila makazi. Naam, tuelekee sasa katika kuangalia takwimu zetu zinasemaje kuhusiana na habari hii. Watu 1017 waliweza kuchangia, huku mtazamo ukionyesha asilimia 70 wanamlaumu mama huyu na maamuzi haya, kwani yameathiri wasiohusika, na asilimia 30 wamesema asilaumiwe, kwani maumivu ya kusalitiwa ni makali. Naam, ndivyo hivyo ambavyo tunaona takwimu zetu zikisema. Lakini nikianza na mdau wetu wa kwanza, Lady AJ akisema, hasira hasara, wanawake tutafute utatuzi mwingine cause uzinzi wa mumeo unakwenda kuhatarisha maisha ya watu wengine na kuwapotezea mali zao. Naam, yeye anasema hivyo, lakini Kadabra anasema uh, maamuzi ya kijinga kabisa hayo. Sasa ataenda kuishi maisha ya majuto miaka yake yote kwa hasira za muda mfupi Ovyo. Wanasema hasira hasara, lakini majuto pia ni mjukuu. Tuende katika kipengele chetu cha tatu ambacho ni hoja. Huyu akianza kwa kusema, Rais Magufuli mchawi wa mzunguko wa fedha nchini ni serikali kupitia mabenki ya kibiashara. Anaendelea kwa kusema kwamba mheshimiwa rais akiwa na waandishi, ali eh, alitishia kutengeneza fedha mpya kama wafanyabiashara hawatatoa fedha walizoficha majumbani mwao. Naam, akiendelea kwamba jawabu ni kuwa hakuna mfanyabiashara mjinga anayeweza kuficha fedha tu ndani uh, ikae bila kuzalisha kwa zama hizi. Anasema badala yake kuna kosa moja ambalo lilifanyika pasi na kupima madhara yake kwenye suala zima la uchumi. Akiendelea kwamba tatizo lilianza pale ulipoagiza kuwa fedha zote, kuna, zote za umma zinatakiwa zihifadhiwe Benki Kuu na zote zilizoko kwenye benki za biashara ziondolewe na kupelekwa huko Benki Kuu. Lakini haishii hapo. Anasema hili likaathiri ama limeathiri kiwango cha ukopaji wa wafanyabiashara kwenye benki hizo, kwa maana pesa haipo tena. Hilo moja kwa moja limeenda kuathiri mzunguko wa fedha na uchumi kwa ujumla nchini yeye yeah, ametoa ufafanuzi wake wa hoja hiyo hapo, ambayo takwimu zetu zikionyesha uh, tumeweza kukusanya maoni elfu kumi na mbili na mia nane huku mtazamo ukionyesha asilimia 55 wameunga mkono hoja na kumtaka rais abadili maamuzi. Asilimia 45 wamepinga na kudai nia ya rais ni kutaka nidhamu ya pesa iwepo ili isifanye asifanye kazi asiyefanya kazi na asile. Naam, baada ya hapo ni kwenda kuangalia sasa wadau wetu wameandika kitu gani. Tukianza naye Washa uh, anasema kwamba nampongeza sana Rais Magufuli. Kumbe tulikuwa uh, na benki zimeanzishwa hazina mitaji, zinatumia fedha za serikali kuzalisha faida, wanachukua bure fedha serikalini kama akiba, lakini wanakopesha na serikali inalipa riba kwenye fedha zake yenyewe. Yeye yeah, akiwa ameona hivyo na mtazamo wake huo, huyu mwingine anaitwa Tinga, akisema mimi sio mtaalamu wa uchumi, lakini naona hapa mheshimiwa alikosea, ilibidi apime maji kabla haja yavuka. Ona sasa, tunazama. Naam, yeye anasema hivyo, ona sasa, tunazama na anatupeleka tamati ya Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ramadhan Goda nami ni Khadija Mzee. Kama ilivyoada, tafadhali endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya mbalimbali mbali ya Instagram, Twitter, YouTube pamoja na Facebook kwa kuandika @JamiiForums. Tukutakie wakati mwema.